Oh. Thank you very much. Nitashindia kuangaliwa wasi vijana wazima mabarobaro. Huyu nani? Ah. Huyu nani sasa? Huyu ndio alokuwa. Ushiri shau. Kwani wengine hamna zawadi za kujitegemea? Hamna. Me mmekuja kusindikiza tu. Tupenda hela zote hizo mnazotoa, mmeshinda hata kusave? Jamani, jamani, basi hata Ereni mmeshindwa. Eren mnajua ni shilingi ngapi nyinyi? Shilingi Baba mzima. Mambo ya gold. Shizi. Mambo ya ya accessories, vichama vya kwenye pochi. Tuleta nini hapa? Mambo ya chini Mtaja. Thank you, mtaja bei jamani, nimefurahi sana. Hata leo nimefurahi kwa wasindikizaji, nimefurahi hata kusindikiza. Hao watu watu wangu wamekuwa wameshirikiana, wamechangia shilingi ngapi? Hao watu wangu, yani mimi nakuwa kama vile kiongozi wao. <kipapa> Ndio kiongoziwat

Huyu nani sasa? Kwa nini wengine hamna zawadi zenu za kujitegemea hamna mmekuja kusindikiza tu? Napenda. Ela zote hizo ninazotoa mmeshinda hata kusave jamani. Very nice. Oh, very nice. They're so cute. Aa, basi hata hereni mmeshindwa hereni! <laughs> Mnajua ni shilingi ngapi? <laughs> <laughs> Baba wazima mambo ya <laughs>